Raisi wa Marekani Donald Trump amfanya kijana mdogo wa miaka kumi na tatu kuwa secret service. Mwalimu, mm -hmm. Karibu sana kwenye ukuu wa Mwafrika mm -hmm. Leo kuna stori kubwa sana ambayo imeishangaza dunia mm -hmm. E, kuhusiana na lichokifanya huyu rais wa Marekani Donald Trump mm -hmm. kumfanya kijana mdogo wa miaka kumi na tatu kuwa secret service mm hii -hmm. Imekaje? Kwanza, secret service ni nini? Watu hawajui mm -hmm. <laughs> ni vitengo vya asili kama vitengo vya upelelezi, tunaweza kusema Secret Service ni wale wanaofanya kazi chini ya carpet yeah. lakini wewe huwajui, ila ni shirika ni yani, mm. kama kama kama vile tunavyosema kuwa yani ni kitengo cha upelelezi, upelelezi. tunaweza kusema hivyo mm. lakini kwa ajili ya usalama wa taifa mm. la Marekani amana wale waitwaga. Sasa huyu Donald Trump amemfanya huyu kijana mdogo mm. wa miaka kumi na tatu kuwa Agent of United States Secret Service mm. kwa Secret Service ni watu ambao kama nilivyokuambia mm. na hili ni tukio ambalo kidogo limevuta hisia za watu wengi mm ni kwa sababu ya changamoto ambazo huyu kijana amekuwa akizipitia kijana mm, huyu wanamuita kwa jina, anamuita JD ambaye huyu kijana, uh, Daniel mm, kijana elfu mbili na kumi na nane mwaka mm, elfu mbili kumi na nane alifanyiwa diagnosis mm, ya wakagundua ana kansa ya ubongo. Mm. Kansa ya ubongo na wakampa miezi sita. Tunajua wenzetu kule mm, ni tofauti na huku mm, uh, Afrika unakuta kabisa madaktari wanajua huyu hata siku mbili ya malizi wanampa matumaini, tofauti na wenzetu kule, huwa wanakuambia tu kweli, kuwa wewe bwana, siku zako za kuishi basi zimekaribia au zimehesabika, zimebaki. Hata wakumbuka, hata aliyekuwaga spika wa bunge alikuwa anaitwaga Samuel Sita, aliendaga kutibiwa, nadhani ni Uingereza, kule walimwambia mzee, una siku kama tatu hivi za kuishi. Akasema naye alitoa kauli moja, akasema that is life, akasema hayo ndio maisha, kwa hana namna. Kwa angalau wanampa hata muda wa kuweza kujipanga kuandika mm, wosia eh, wake na vitu vya namna hivyo, au mambo kadha wa kadha, kwa kwa Marekani sasa. Wenzetu kule namna wanavyofanya mm, lakini pamoja na Ulaya wewe kama umekaribia kufa wa wanakuambia kabisa mm, kwa wanakuambia ufanye vile vitu ambavyo unataka kuvifanya. Sasa huyu kijana alikuwa amepewa miezi sita tu mm. Hiyo ilikuwa elfu mbili kumi na nane lakini kwa uwezo wa Mungu mpaka leo bado yuko hai, na kwa sababu kipindi hicho anasema alikuwa anaumwa akuweza kuongea yani, wakati mwingine hata kuona ilikuwa ni shida, kwa sababu ukumbuke ubongo, kila kitu chochote kinachoendelea katika mwili wako kinatokana na ubongo. Ubongo unaamua nini, ndio maana mtu anapokuwa ubongo wake haujakaa sawa, basi inakuwa ni shida, hasa kama wale ndugu zetu akuta wana uvimbe kwenye ubongo. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa huyu kijana sasa, ndoto zake zilikuwa yeye, yeah, anataka kuwa askari na nataka kuwa askari. Kwa hiyo ndio maana hasa ikawa hivyo. Kwa hiyo Donald Trump katika kuliangalia hili na katika kuliona akaona basi huyu kijana ampe, yaani yeye kuwa ni agent of secret service, ya, I mean agent of United States secret service ma maanake vitengo vile ni vitengo vya siri, kama tuweza kusema vitengo vya upelelezi, ndio maana yake. Kwa hiyo sasa, pale pale kwenye ule mkutano, wakati Donald Trump anamtangaza huyu kijana, na akasema kwa sasa na umri wa miaka 13 ana mm, pale pale akasema ameongea na mkuu wa kitengo cha uh, Secret Service ya Marekani kuwa ampe huyu awe ni agent wa Secret Service mm. Kwa pale pale kijana amevalishwa uniform na akapewa kabisa na kitambulisho kwa sasa ni wa uh, Secret Service. Kwa hiyo hili ndilo jambo ambalo sasa limegusa hisia za watu wengi. Donald Trump kama kiongozi wa dunia, kama kiongozi ambaye anaiongoza dunia lakini kuweza kumkumbuka kijana wa namna hii. Unajua kuna matukio mengine yanaweza yakakufanya tu hata we mwenyewe ukaanza ukapona, kwa sababu kijana mwenyewe kama unavyoona Unaona kabisa namna ambavyo wamefumua hili fuvu la kichwa na na makovu huku ambayo ni makovu ambayo ameshona kwa sababu ya zile operesheni ambazo zimekuwa zikifanyika kwa ajili hiyo. Kwa hiyo ndio habari ambayo imefanya watu wengi wameguswa sana na tukio hili ambayo rais wa Marekani uh, bwanyenye huyu wa Marekani, mtata huyu wa Marekani, mbabe huyu wa Marekani, Donald Trump, mzee wa kunyoosha. Maana huyu sio mnafiki kama wakina yeah, Biden yeah. Ye kunyoosha Ananyosha, ndo maana unakuta watu wanaowakubali sana ni wale wabadhi, wakina Kim Jong Un, wakina Putin, umeona wakina Xi Jinping, ndio watu wanaowakubali. Kwa hiyo kwa tukio hili hapa, watu wamepongeza sana uamuzi wa rais wa Marekani bwana Donald J Trump. Mimi ninataka kufahamu kwamba, uh, huyu kijana wa miaka kumi uh, na tatu, ukiachana na udhaifu wake wa ubongo aliwezaje kumshawishi Donald Trump au Donald Trump mwenyewe alishawishiwa na kitu gani? kwa sababu mm -hmm. So, tunafahamu kwamba wazungu huwa wanaangalia talent za watoto vile mm -hmm. ambavyo wanaenda na nini hivyo, ndio wanajua jinsi gani ya kuwasaidia na kuwakuza katika maisha mm -hmm. yao. Je, mm -hmm. huyu Donald Trump alishawishiwa na kitu gani cha ziada na huyu kijana aha? Jambo la kwanza uelewe kuwa media zina kazi kubwa sana mm -hmm. na zinafanya kazi kubwa mno kwa jambo la kwanza ni media the way ambavyo kijana anajieleza na nini na hivi na hivi. Kwa unakuta viongozi wengi, unakuta wanawaonaga watu kwa namna hiyo, kwa sababu media inamwelezea yule mtu, au inaelezea kuwa huyu mtu yuko moja mbili tatu. Kwa hiyo yule ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili pia, kule kwa wenzetu uh, unaona kama nilivyokuambia mwanzo, wanamwangaliaga mtu kama ameapewa siku kadhaa, akaambiwa uh, kuwa uh, wewe una siku hizi za kuishi mfani. Nikupe mfano, kuna mtoto mmoja aliwahi kutokea Marekani hmm. Alikuwa anaumwa kansa na hivyo hivyo, kansa na kansa ni ugonjwa mbaya sana Marekani, ambao kwa bahati mbaya nadhani bado haujapatiwa ha, ufumbuzi, ingawa kuna bwana mmoja yule, alikuwa anaitwaga nani yule, alikuwa daktari, ni mtu mweusi Marekani, sijui jina lake linanitoka kidogo, lakini Dr. Sebi kama kamakumsikia Dr Sebi alikuwa na fomula ambayo ameitengeneza ya inayoweza kumaliza kansa. Alikuwa anatibu kansa, presha, sukari, ukimwi, vyote, lakini kwa bahati mbaya sasa, unajua hizi ni biashara za watu, kwa hiyo wakampeleka mahakamani. Mahakamani pale wakasema, huyu ni muongo, kwa hizi nini zake za uongo kaua watu wengi, ebu alete ushahidi wa mtu mmoja tu aliyepona kansa. Siku hiyo mahakamani wakatinga watu sabini na tisa waliopona magonjwa mbalimbali. Ah, eh, kwa kuanzia hapo wakamchukua tena apeleka gerezani. Mwisho wa siku wakasema ni uh, nimonia imemuua. Lakini wakamfuata mke wake, wakamwambia, maana mke wake ana ile fomu hiyo. Nikupitia tu tibalishe, sio sio, hata maajabu sana, nikupitia tu tibalishe ule nini, vyakula gani ambavyo vinaenda kwanza kula. Sasa vile vyakula vinaanza kushambulia zile seli zinazokufa na kuzitibu na kushambulia ule ugonjwa. Kwa hiyo iko namna hiyo. Sasa kwa Marekani, hata kijana mmoja alikuwa mtoto mdogo tu hivi ambaye yeye alipewa miezi mitatu aliambiwa miezi mitatu utakufa. Na yule mtoto alikuwa anampenda sana Spiderman, kwa hiyo ikabidi baba yake sasa andae kama hivi kwenye uwanja wa mpira hivi kama stadium hivi, alafu akamwita na Spiderman mwenyewe yule aliye act ile movie ya Spiderman, akaja pale na yule mtoto naye akavalishwa hizo nili za Spiderman, wanafungwa kamba, kwa hiyo wanakuwa kama wanaruka hivi, yaani ndiyo furaha hiyo kwa mtoto, basi atakaposafiri salama basi matarajio yake yawe yameshatimilizo. Kwa hili na lenyewe ni mmoja wapo, sasa kwa sababu huyu kijana kumbuka, 2018 alipewa miezi sita tu ya kuishi na madaktari, lakini kwa uwezo wa Mungu mpaka leo 2025 kijana bado yuko kwa hai. Kwa Trump sasa, kama kumencourage katika career ambayo alikuwa yeye anaiwaza, kuwa mimi nataka kuwa mtu fulani, ndio maana sasa imebidi afanye nini, ampe hiyo. Kwa hiyo uh, ndivyo ambavyo Donald Trump amejua, lakini ni kwa sababu pia ya kumtia moyo ili huyu aendelee katika kukua kwake mm. Hivyo akiwa tayari ni secret service, yani hajaenda mafunzo ajaenda nini, ni kwa sababu hiyo. Aa, yes. Kwa, kwa sisi wa Afrika mm. sheria ya ajira mm. inamruhusu kijana kuajiriwa akiwa ametimiza miaka kumi na nane. Huyu kijana ameajiriwa serikalini akiwa na miaka kumi na tatu mm. kwao kule haiwafungi Hapana ah, sasa sheria, kwani nani yuko juu ya sheria? Si atakuwa si rahisi juu ya sheria hmm. We umeona miswada mbalimbali mbali, au niseme nije niseme zile executive orders ambazo Donald Trump amekuwa akizisaini hmm. Umeona zingine ziko nje kabisa na sheria ya Marekani, ndo maana unaona watu wengine mpaka wanaandamana wanasema, hapana, Donald Trump hapa amekosea, lakini bado mwamba naye amengang'ana, anakuambia ndio hivyo hivyo, yaani hakuna cha kukosea sijui cha nini na nini. Kwa hiyo ni mambo tu ambayo uh, ukisema kwa sheria zile za sijui za Marekani ni vitu tu yani. Yaani yani, yani, yani rais ndio yuko juu ya sheria, uwezo ka... yaani, maana kama rais ameongea, ukumbuke mm. ili iwe sheria ni lazima kwanza ijadiliwe bungeni mm. kama mswada, halafu ule mswada ukienda ukitiwa sainia, rais ya saini ya rais ndio inakuwa sheria. Maana yake asipotia saini, maana yake ile sio sheria, kwa hiyo ndio maana yake kutokana na maamuzi magumu ambayo Donald Trump amekuwa akiyafanya mm, kwa namna mbalimbali mm, je, ina impact gani kwenye taifa la Marekani? Impact zipo mm, zipo direct impact na indirect impact mm. Kwanza zingine ni kwa, yani, impact itakuwa ni kubwa sana, au outcomes, matokeo mm, yatakuwa makubwa sana huko kwenye mataifa mengine, ambapo matokeo hayo yatakachokifanya ni kama hivi alivyokataza misaada mm alivyosema kuwa wao Marekani, kodi za walipa kodi wa Marekani zinatakiwa ziwasaidie raia wa Marekani na sio kupeleka misaada huko mbali. Kwa hiyo hiyo, unaona itaathiri mataifa ambayo yamekuwa ni tegemezi kwa misaada ya Marekani. Umeona, lakini pale pale Marekani pia unaona, mfano mashoga walikuwa wanajitanua mm -hmm. sana, executive order ya uh, Donald Trump kuwa jinsia zinazotambulikana Marekani ni mbili tu, mwanamke na mwanaume. mm -hmm. Unaona, na zenyewe pia vilevile zinawapa shida wale waliokuwa wananufaika na masuala hayo ya ushoga na usagaji. mm -hmm. kwa kwa hiyo anapo hizi uh, executive orders za uh, Donald Trump zina madhara. mm -hmm. Umaona, na pia vilevile vile zina impact ambayo itatokea kubwa. Mi nikushukuru bwana, I say asante sana eh. E, ebana, duniani hakuna kitu kigumu, labda kula mawe. Mtoto mdogo wa miaka kumi na tatu amekuwa secret service, na hii ni ukuu wa Mwafrika, ni chaneli yetu pendwa kabisa. Usiache kuliki ku comment na kusubscribe, ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.